Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Zubeiri. E, mimi ni kiongozi kwa upande wa bara nikisimamia system ya viza e, mm -hmm. ya utoaji wa viza. Kwa kweli kuna mazuri mengi, kuna maendeleo mengi, ile nani, lengo lao la 2030 t la kutaka kufikia majukumu ya 2030 tumeyaona japo e, kuna mambo madogo madogo sana katika tisini katika mia labda kumi tu ambayo ndio bado yeah. Lakini mengi tunashukuru yamekuwa yamekuwa yamefanyika kwa uzuri Yeah. Eh, haji, haji, haji ya mwaka jana kulikuwa na mapungufu mengi. Kwanza watu walikuwa ni wengi sana, umeona na u nani kule Arafa watu walipata taabu sana kwa ajili ya nafasi zilikuwa chache kuliko zile ambazo zilikuwa zime zimeandaliwa kwa ajili ya mahujaji. Hata Mina kulikuwa na mazingira sio mazuri, tofauti na mwaka huu kuna maendeleo makubwa sana yamefanyika. Yeah. Yeah. E, AC zinafanya kazi vizuri. Yeah. Yeah. Yeah. Uh, na vyoo angalau vimeongezeka. Yeah. Tunashukuru kwa siku kwa kweli. Na mwaka huu tumeingia mkataba na kampuni nyingine. Mwaka jana tulifanya na Isra Alkhair. Yeah. Yeah. Safari tumefanya na Almashariki Almasia. <laughs> <laughs> E, mwaka e, e, huu alhamdulillah, imeshinda miaka yote. Kwa mara ya kwanza tumefikisha mahujaji elfu tatu na mia tano ambayo <tutu> um, haijawahi kutokea <tutu> kwa hiyo tumevunja rekodi na tumeacha wengi tu wengi tu, ambao walikuwa wanatarajia kuja <wakali. tutu> lakini bahati mbaya muda ulikuwa umeshafungwa, system ilishafungwa wa, wa ibada ya haji mujibu wa mtekelezaji wa ibada ya haji, kuna tishio lolote labda kuna haja na haja ambayo anaweza kufanya asitekeleze ibada ya haji mwaka huu ah paka kwa... paka sasa paka sasa kila hujaji yuko sawa yeah. tuna wazee yeah. wapo wagonjwa wa sukari pressure yeah. lakini yeah. bado tunaenda nao vizuri paka sasa hatujui yeah. hapo mbeleni nini yeah. hmm. nasaha zako kwa mahujaji ambao tayari wapo hapa na wanaendelea shughuli zao mbalimbali nini cha kuambia ambao wapo hapa cha kuambia sana ni kukaa mbali na jua na kufanya ibada, kuacha malumbano, kuridhika na kile walichopata, kwa ajili kadri uh, watu wanavyojitahidi wapate huduma bora, haziwezi kufikia kile kiwango watu wanachotaka. Kwa hiyo kuridhika, eh, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyosema kwamba kwenye hija hakuna kujadili, hakuna kufusaka, hakuna. Kwa hiyo wakoncentrate na ibada na wakae mbali na, na, na, na jua na wajitahidi kunywa maji sana. Uh, inasemekana kwamba uh, ina mwamko uh, uh, kwa nchi ya Tanzania umekuwa uh, kwa kiasi kiasi kubwa sana, kiasi ambacho wanatishia kiasi cha idadi. Kwa mwaka huu wanawake ni wengi sana kuliko wanaume. Tunashukuru katika ibada hii wanajitolea sana na wanakuwa na nguvu sana. Hata ukiangalia kwenye ibada wao wanakuwa wako mbele sana. Hmm. Okay, sisi tunawasimamia hizo taasisi tunashirikiana nao kwa ukaribu sana, sisi ndio tunawasimamia, tunahangaikia mikataba, tunawatafutia watu wa chakula wa na sisi ndio tunawaruhusu kuwapa hiyo leseni ya kuoperate. Nini mtu wako kwa Tanzania ambao huenda kwa sababu moja ama nyingine Yeah, maoni yangu ni kwamba haji inataka maandalizi ya mapema. Taasisi nyingi zinashindwa kwa ajili wa mahujaji wanachelewa, na sisi tunahitajika kufanya maandalizi ya mapema kabisa. Kwa mfano hija ya mwakani inaanza baada ya hija hii kuisha, kwayo ni vizuri zaidi watu wakaanza kulipa mapema baada tu ya hija hii kuisha. Lakini kuna swali uh, uh, uh, uh, moja